Awe msemaji kwa wakati wetu, wewe ni nani? hatu bishara, jina lake libarikiwe. Hebu tusome tusikie aya ya 37. Uungu wa Yesu Kristo 49 12 25 aya ya 37. Sikizi sisi leo duniani kote tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu, amina, ambako sasa ni mapokeo tu tusikie yesu hakuzaliwa mnamo desemba tano wala kitu kama hicho au desemba ishirini na tano tunajua hilo haliwezekani milima, eh, milima ya yahudi ilikuwa imejaa theluji wakati huo na wachungaji walikuwa kondeni wakilinda wanyama kwao wangekaaje wakati kuna theluji tarehe ishirini na tano isingewezekana Bwana tunajua hiyo, anasema tunajua. Kwa hiyo hivyo eh, eh, anasema Yesu kwa kawaida, kwa unajimu, kalenda, kadhalika au mambo ya nyota nini haya kadhalika, na kwa yote hayo alizaliwa kwanza kama tarehe moja Aprili. Haya, wewe unayetaka kusherehekea Krismasi,

Alem. Amen. Kwa sababu Jumapili ni siku tu ambayo pia ni ya kuabudia, lakini uhalisia wake ni kwamba ndani yake Mungu wetu alifuka. Amen. Siku ya kwanza. Amen. ya juma, jumaa alikuwa amekufa juma, uh, msalabani. Jumamosi amezikwa. Hallelujah. Alafu tunaona jina lake libarikiwe, alfajiri ya Jumapili ambayo ni siku ya kwanza. Amina. Na wapo wa Sabato wanaita Sabato. Sabato ni siku ya Jumamosi, kwa hiyo tungeweza kusema Sabato e, Mungu wao bado yuko kaburini. Lakini Jumapili, siku ya kwanza, jua lilipokuwa linachomoza, na Yesu amechomoza akatoka kwenye kaburi, katoka kwa walio wafu kutuletea na sisi uzima tutoke kwa walio wafu amina. yeah, yeah, yeah. wa maisha mafu tuingie kwenye maisha ya uhai yeah, yeah. wake kwa hiyo sasa, nabii wako anakuambia imetengwa kwa siku ya kuabudia amina. Kwa, kwa hiyo tunatakiwa yeah, yeah. tu watu wa wa si? yeah. kuna mahali unasikia ah, sisi Bwana tutambui Krismasi, o majembe tukalime, kuna shida amina huyo Mungu leo mwabudu siku zingine, ndio huyo huyo ndiye aliyesababisha hiyo Krismasi. Kwa hiyo sasa, kama limekuwa pokeo, sisi hatuendi na hilo pokeo, tunasema kwa sababu ni siku. Sikiliza, Yesu alisema alipokuja, hakutuambia tuabudu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi, Jumapili. Hakusema, alisema leo mkisikia sauti yangu, msifanye migumu mioyo Leo hakuna mwisho wa leo. Kila ukiamuka ni leo, kila ukiamuka ni leo. Bwana, zijum usifanye moyo mgumu, yaani kama ni Jumamosi, Jumatatu, Jumangapi. Kwa hiyo na tarehe ishirini na tano mwezi wa Desemba, amina, ni leo Msiache kukutana kama kawaida i, sasa utawaona watu hapa hawaelewi. Utaona na mwaka mpya hawaji kutoa shukurani kwa kulinda miezi kumi na mbili amina. Hata hiyo tarehe moja hutai kuanza na Mungu hata umshukuru tu kwa, kwa kwa miezi yote kumi na mbili amen. Bwana asifiwe. Wangapi tulianza tarehe moja ya mwaka huu wa ishirini na nne elfu mbili na ishirini na nne leo hapa Yeah. Lakini wewe upo yeah, hata huko mganga alikutai kwenda kumshukuru yeah. Wapagani kule wanamshukuru madhehebu yanamshukuru wewe yeah, mwenye ujumbe sasa hivi hata uji aonakana ni ufinyo kweli. Wa kweli sijomwambie Mungu asante, umenilinda naomba ume unilinde tena, umeniepusha yeah, ume niliugua nilifanywa hivi yeah, lakini hata hivyo umekuwa na mimi yeah, naomba uwe na mimi tena yeah, miezi na ikiisha takushukuru tena Amen. Mungu ni wa kushukuriwa, kwa hiyo tarehe ishirini na tano njoo mshukuru Mungu. Najua tarehe imekosewa mwezi umekosewa, lakini hata hivyo ulizaliwa, na kwa sababu imewekwa kuwa siku ya ibada na sisi tunakuja kukushukuru japo mm, e, tunaondoa hiyo tarehe ishirini na tano ya Mungu jua, sisi tunajua mwana wa Mungu alizaliwa, na hapa tunaambiwa ni mwezi wa nne, huko wakati barafu zinayeyuka na kuna ufufuo, mimea inachipua. Bwana asiviwe kondoo anazaa. Amina. Amen. Na yeye ni mwana kondoo, lazima azaliwe mwezi wa nne. Mambo ya kawaida anatuoneza mambo ya kiroho Amen. Tazama, asingeweza kuzaliwa huko kwenye wodi huko za za hospitali. Ah, ah. Wana kondoo anazaliwa kwenye boma kule kwenye tope za ng'ombe kule, naye anazaliwa huko huko. Unafikiri mungu alishindwa kwenda kumpeleka kwenye gorofa fulani ya ya ya ya Pilato azaliwa? Ah, ah, anakuja kwa kanuni. Bwana hawezi yeah. Awezi kupita kanuni hiyo chipua na nini, kuna ufufuo. Amina yeah. Kuna bwana asifiwe yeah. Kila kitu kinachipua kinafurahia, mwezi wa nne, na sasa na kondoo wanaanza kuzaa mwezi wa nne. mm -hmm. Kwa hiyo na lazima maana kondoo wazaliwe mwezi wa nne, yeah. Bwana asifiwe, yeah. Ni mahali tu watu wazima, bwana asifiwe. Napenda haya hata anatoa taarifa kwamba utachukua mimba lakini hatujui huyo mtoto alianza kuumbika tumboni mwa Mariamu tarehe hivi au mwezi gani, Bwana azivyo. Lakini nabii wako huyo msemaji anasema anafikiria kama tarehe moja mwezi wa nne. Sasa sisi za Mungu zinapitia kwa nabii, unataka zipitie kwako, amin. Kwa tunamwamini nabii, lakini sasa ulimwengu huu wote huwezi kuurudisha, ukawaambia tarehe moja Hawa hawatakuelewa. Yani hii ni kama meli imeshatia nanga, haisimami. Kwa hiyo umo humo, na Mungu anaingilia. Niliwaambia hapa siku ya Krismasi eh, hapa, bwana asifiwe. Herod eh, Kaisari anataka ushuru awatoze watu kodi, amina. Huyo ni mtu mpagani, anataka awatoze watu kodi, amina kwa hiyo wafanyaji ajue walipa kodi ni wangapi? Sensa, kila mtu arudi kwenye mji wake. Na Mariamu ameposwa na Yusufu, na Yusufu ni wa Bethlehemu yu, mjini mwa Daudi. Amin. Kwa hiyo kwa kupitia hii sensa Mungu akapitia uoumu afaulishe na jambo lake hey. asingezaliwa Nazareti kwa sababu imeshatoa unabii Biblia, atazaliwa Bethelehemu hey. Unajua, Herode alipochanganyikiwa akawaita waandishi wa Biblia, wa maandiko matakatifu, niambieni eh, masihi anazaliwa na wapi? wakasema mji wa Bethlehemu hey. amin. hey. kwa hiyo ilishaandikwa. Sasa kama imeandikwa, Mungu hawezi kukosea, lazima hey. azaliwe Bethelehemu, atakuja anapewa wazo huyu mtu mkuu, ya ili meli tie nanga, kila mtu mjini kwake, watu hey. <laughs> <laughs> Wengine wanasikitika, pengine Yusufu angesema hii shida gani? Si akangoja ngoja, mimi mkango ajifungue, amina, utakwenda hey. Na njiani hata akifungua ni mpaka peke yake, ndio amina Mungu anataka afaulishe jambo lake hey. Atapitia hata kwa wachawi, atapitia ah, yeah, kwa wapagani, atapitia kwa bawa... kila hey, namna, lakini yeye atimize ahadi zake.